Karibu msikilizaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya Injili. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Yona sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi, na injili yetu inatoka kwa Mwinjili Luka sura ya kumi na moja. Aya ya 29 hadi 32. Tusikilize Injili. Makutano walipokuwa wamekusanyika Yesu, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala akitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Ninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Suleimani, na hapa pana mkubwa kuliko Suleimani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji wa Tumaini Media, leo katika Injili tumesikia juu ya ishara. Ishara ni alama au nyenzo ambayo kiimani ina lengo la kuimarisha imani. Imani yetu wa Kristu haipaswi kujengwa katika ishara, bali inapaswa kujengwa katika Yesu Kristo tunapaswa kujifunza katika injili yetu. Kama ambavyo tunasikia watu wa Ninawi, wao walikuwa wamemwamini Yona pasipo hata kuona ishara. Walipomwona Yona waliamini. Sisi katika maisha yetu ya Ukristu tunakumbana na changamoto nyingi sana. Tumekuwa tukitafuta ishara sehemu mbalimbali, na hali hii inatupelekea sisi kuwacha mafundisho ya kanisa kuacha kufuatilia yale tunayofundishwa na mababa wa kanisa, na ndiyo maana si ajabu siku hizi kusikia watu wakiacha kuja kanisani na kwenda kutafuta ishara sehemu nyingine ambazo mtu amesikia mahubiri au amesikia mchungaji fulani anatoa ishara au anasaidia kitu fulani. Huko wanapokwenda wanakanyaga mafuta. Hapa kanisani tunampokea Yesu wa Ekaristi lakini tunamdharau na kuona kwamba hana maana na tunaenda sehemu ambapo tunalishwa maskonzi, tunavalishwa vitambaa na nguo nyingine za ajabu tunanunua kwa gharama kubwa, na hata mda mwingine tunakwenda kwa waganga ili tuweze kuajiriwa au kupata mume au kupata mke. Ndugu zangu, hizo ni ishara ambazo tunapaswa kuachana nazo. Yesu Kristu yeye kama ambavyo tunajifunza katika masakamenti ambayo yamewekwa na Bwana wetu Yesu Kristu, kwamba sakramenti ni ishara za wazi zilizowekwa na Bwana wetu Yesu Kristu zenye kutuletea neema ya wokovu. Hivyo sisi kupitia sakramenti ambazo tunazipokea Bwana wetu Yesu Kristu tayari ameshatupa ishara. Hivyo maisha yetu tunapaswa kumtanguliza yeye, ishara yetu inapaswa kuwa Yesu Kristu ambaye kwa upendo wake mkubwa alijitoa msalabani akafa kwa ajili yetu. Hivyo sisi katika kipindi hichi cha Kwalezma tunapaswa kufahamu kwamba ishara kubwa katika maisha yetu ni kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristu. Tunapaswa kumweka na kumpa nafasi ya kwanza katika maisha yetu, na yeye atafungua milango ya baraka na neema ambazo tunahitaji, na hizo ishara ambazo tulikuwa tunazitafuta zitafunuliwa kupitia yeye. Hivyo katika kipindi hichi cha Kwalezma tunapaswa kufahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristu, yeye ndiye ishara kubwa, yeye ndiye tunayepaswa kumtegemea na yeye ndiye anapaswa kuwa mwanga wa maisha yetu. Tusitafute ishara sehemu nyingine. Tumsifu Yesu Kristu. Nakutakia siku njema.